Dada. Na kwamba uende vizuri nyumbani. Asante kaka. Salamia watu wote nini wengine, waambie ni wapa salamu kwa upande wangu, mimi ni salama eh. Asante ka kaka. Ila dada. Ndio kaka. Sasa nikuambie kitu. Ndio kaka. Una wifi yako tunaishi naye ka ukijua ujauzito aliyokuwa nao si wa kwangu. Aliyamia. Aliyamia.

Mwanangu, haya mimi natoka, naomba uangalie hawa ndugu zako. Sawa, toto, acha kulia. Toto, mama nakuja, acha, e, toto acha acha acha, e, toto acha kulia, acha kulia toto, acha, mama nakuja. Toto acha kulia, acha kulia Hivi ee, mama yako kaenda wapi? Nakupendeza kote kule, kakuachia wewe watoto ye anaenda huko. Wewe kwa fikira zako unafikiri anaenda wapi? Tayari atoke kwa mimi ananibania humu ndani, hataki ninyoe ndevu hizi, hajui zinakaa zinasamka hivi. Hata watu wa saluni wakinionaga napita, wanajua kwamba mbanizi yule hataki kuja na na napendeza, napendeza kuacha hela na vaa siku moja, na mimi napendeza, watu wananiangalia. Unaishi na wewe, lakini moyo sio kama unataka na yaeleweki, eleweki sasa. Kila mda ni kukunja ngumi kd afu, ulivyokuwa mjinga dogo. Mimi wakwangu ndio memweka mbele, ili mradi aanguke. Kaa huko na stirika, au sio? Vyote ni visa vya kutafuta, ni kufinye finye hapa nyumbani. jita kweli, mwanaume itu ametoa maamuzi gani ya kumkimbia mimi na kuniacha na ujauzito? Ndakuwa mtu wa nani katika kijiji hiki? Ndakuwa mgeni wa nani jamani? Ndachekwa n amenikimbia, anaendajikamazaje huko tu mkoani ningwana

Simon. Benjamin yuko wapi? Benjamin? Benjamin? Njoo. Ah, piteni hapo. Nataka niwaulize. Halo hiba mboga humu ndani ni nani? Unasemaje eh? Jaiba. Afu funga mdomo wako, unajua wakati mimi nimetoka huko ndani naangalia chumbu kabisa hapa kulitoka mboga, alafu ni ndau. Baba Jaiba. Afu funga kinywa chako wewe. Nitafute vipi? Nama... maana ushazoea sana unakatazwa mara nyingi, ni wewe tu, kila siku kosa ni wewe yaani, wewe mtoto mmoja. Mimi nataka mimi kichwa changu hiki kiwe kina fikiria fikiria yako kukupiga tu hivi wewe, unamchukuliaje mimi? Haya, piga magoti hapo, yosha mko Taya, leta leta kipande cha tufali, maana haiwezekani. Huu ni ujinga wewe, wewe, kama hicho chakula kinawekwa huko kwa, kwa ajili yenu. Tunatafutia kina nani? Ah, chukua ile tofali weka juu. autkantofakauu na angaika natafuta ili nyinyi mje mle, afu we unafanya upuuzi wako unaenda kuchukua mboga unadokoa na kula. Sasa subiri nitoe kiti nje, shona mdomo wako bavu mkubwa Takuja ni kuue hapa wewe, subiri kiti nichukue kiti. Aya, toka! Kwa nini umeiba mboga e? Unacheza na mimi? Nami na, na. Leo unalala na njaa, ula huli, afu nione utanifanya nini? Wewe sikiduni hapo nyumbani. Wewe si babu ulinizaa? Haya wewe, mimi naongea, afu naongea wewe Yaani, tumbo ulichopika imekuta mama Raymond, u baba unamuona huyu, ya? Huyu mama yako, huyu mama yako ndo anaendekeza hizi tabia za hovyo hovyo hapa nyumbani. Mimi kwa hiari yangu nilikuwa nimesema kwamba huyu asingetoka hapa, alafu naviboko angepata. Unanizarau mimi. Richardi Maboko, mimi nasemaje, kama hapa ni kwangu, huyo mtoto lazima tu atapata adhabu. Kidume, nenda akacheze. Baba pole mwanangu, pole, usilie sawa. uh -huh, sio eti baba anakuchukia, baba anakupenda sawa. Pole, baba. Baba rai, baba rai Tusije tukaa, kuna muda sasa tunakuwa tunalea sasa. Ujinga mtupu umesogea huko, huo ni ujinga tena. Ukisikia ujinga, ndo huu ambao umefanya leo. Maana mimi siwezi kukubali watoto wao wanaharibika na mimi baba yao nipo. Usimwaze kula ujinga.